Kwa majina naitwa engineer Charles Pambe, ni meneja wa Ruasa wa mkoa wa Songwe. Um, mkoa wa Songwe katika awamu ya, ya sita ya Mheshimiwa mama Masamia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati anaingia madarakani upatikanaji wa maji ulikuwa ni afifu promosi, upatikanaji wa maji ulikuwa takriban asilimia hamsini na sita katika mkoa wote wa Songwe wa vijijini lakini tunavyoongea mpaka sasa, ambapo zimepita programu nyingi na sasa hivi tuna programu ya visima mia tisa ambavyo viko katika karibuni majimbo yote nchini, na katika mkoa wetu wa Songwe tuna majimbo sita ambapo tumechimba visima almost katika majimbo yote sita, ambapo mpaka sasa navyoongea katika majimbo sita, kila jimbo tumechimba visima vitano, ukianzia na jimbo la, la Momba tumechimba visima vitano. Lakini pia jimbo la Tunduma tumeshima visima vitano, jimbo la Ireje penyewe tume, tulikuwa na tume tuna mbadala ambapo tumetoa katika, tume extend kutoka iliyopo, lakini pia jimbo la Mbozi na na, vawa, na pia tumetekeleza pamoja jimbo la Songwe, na navyoongea hivi mpaka sasa visima ishirini na nane au point source ishirini na nane vinatoa huduma ya maji na point source mbili bado tunakamilisha kutokana na changamoto mbalimbali za umeme Tanesco. Tuwategemea ndani ya wiki ya kinaokuja wiki tutafanisha visima vyote ukaamia kuvisima hivi, tutaongeza upatikanaji wa maji kutoka sabini na nane pointi nane hadi themanini na tatu pointi mbili Lakini inavyoongea, tunao miradi mingine inayoendelea katika majimbo mbalimbali, mfano na jimbo la Momba tunao mradi mkubwa unaitwa Msangano, mradi utahudumia vijiji takriban nane. Mradi huu unaendelea mpaka sasa navyongea, uko asilimia hamsini na tano. Lakini pia kwa jimbo la Momba tunao mradi mwingine wa Totera nakutumia vijiji vitatu, lakini tunao miradi mingine inaendelea katika majimbo yote. Kwa hiyo miradi hii kikamilika, uatemea kamilika kabla ya Disemba ishirini na tano, kamilika kwa miradi hii yote kwa pamoja, upatikanaji wa maji utaongezeka hadi kufikia asilimia tisini na moja kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo waziri wetu wa maji Mheshimiwa Juma Weso pamoja na viongozi mbalimbali, bila kumsahau katibu mkuu wetu ambaye ni mhandisi Mwajuma kwa kuendelea kutuletea fedha kwa ajili ya ukamilika miradi hii. Na kukamilika kwa miradi hii, kwa kweli tumepunguza magonjwa mbalimbali, a magonjwa ya matumbo pamoja na kuhara. Lakini pia tunashukuru serikali kwa kuendelea kutoa fedha nyingi Eh, katika jimbo la Momba na jimbo la Tunduma upatikanaji wa maji mheshimiwa waziri ameendelea kutekeleza ambapo tulipoenzi wa tatu tarehe ishirini tulisaini mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni mia moja kumi na tisa. Mradi huu unaenda kutoa mtu maji katika mji wa Tunduma kwa pamoja na Mroo, lakini pia katika jimbo la Momba utahudumia takriban vijiji thelathini na moja. Ukamilifu wa miradi hii kwa kweli utaongeza huduma maji majamaji katika nchi wetu au katika mkoa wetu kwa kwa ujumla mkoa wa Songwe. Mimi kwa jina naitwa Yuda Pearson Mpangwe, ndio diwani wa kata ya Miunga. Kata ya Miunga ina vijiji saba. Kata ya Miunga ina wakazi ishirini elfu mia nane kumi na nne vijiji vyangu saba ukianza na kijiji cha Miunga, maji walikuwa wanatumia mto Momba pamoja na kijiji cha Mpui, na maji hayo walikuwa wanakunywa wananchi pamoja na mifugo. Lakini nitumia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulipoingia madarakani elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tano sasa hivi hapa ni kijiji kimoja tu ambacho hakijachimbiwa kisima cha maji ambacho kijiji hicho ni cha Machindo. Awali ya yote, kabla ya kupata maji hayo, tulikuwa tunakunywa maji ya mto Momba, ambao mifugo ilikuwa inashinda hapo na wananchi nao wanakunywa hapo, lakini tulikuwa tunaokota mili kwenye mto huo, bado tunakunywa maji hayo. Tunamshukuru sana rais. Vijiji hivi vinne tayari maji tumeshajengewa, kama unavyoona mradi wa hapa nyuma. Kijiji cha Mpui maji ndio hayo, lakini kijiji cha Isunda tayari tumesha jengewa tanki kama hilo. Miunga nayo tumejengewa na msinde tu nao tumejengewa tanki, kwa hiyo matanki na kama manne hivi yameshakamilika. shukuru sana. Naitwa Joina Patson Siame, diwani kata ya Ikana. Kwanza niweze kumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutetea mradi mkubwa huu wa maji ambayo ilikuwa ni changamoto ndani ya kata yetu ya Ikana. Kata ya Ikana na vijiji vinne, lakini changamoto kubwa ilikuwa kwenye kijiji hiki cha Ipanga ambacho kina wakazi zaidi ya elfu tatu na mia mbili ambao kweli walikuwa wanapata shida kubwa sana ya maji. Lakini namshukuru sana na mheshimiwa mbunge kwa ushirikiano wao wa kule bungeni pamoja na sisi wenyewe ya halmashauri kwa kutuletea miradi hii mikubwa ya maji. Namshukuru na, na meneja kabisa wa Luasa kwa kazi nzuri anayoifanya katika ndani ya halmashauri ya Momba au hususan kwenye kata yangu ya Ikana. Mimi kama diwani wa kata Ikana nilikuwa na changamoto kubwa ya maji kwenye vijiji vyangu vyote vinne vya kata Ikana. Kuanzia kijiji hiki cha Ipanga tulichopo leo hapa, kijiji cha Nakawale, kijiji cha Ikana na nyenjele vilevile, ambacho ndio mradi bado haujafikia wananchi, lakini mradi wa maji umeshachimbwa, umebaki ni utekelezaji tu, na wananchi wao unaowaona hao walikuwa wanapata shida kubwa sana na changamoto kubwa sana ya maji. Walikuwa wanachota maji kwenye kisimba, kisima fulani kinaitwa Samba, ambayo maji alikuwa si salama kwa afya za binadamu, lakini kwa leo hii wananchi unaowaona hawa wanachota maji mazuri yaliyo safi na salama na yana madhara yoyote wala yana chumvi chumvi, ni maji yaliyo mazuri kabisa, nafikiria yametoka kiwandani. Kwa jina naitwa Mikael Edward Kabuje, ndiye mwenyekiti wa kijiji cha Ipanga. Karibu Ipanga. Sasa kabla huu mradi haujaja, kwa kweli tulikuwa tunachota maji, kuna kijiji kuna kisima kinaitwa Samba. Hicho kisima, changamoto ni kwamba ng'ombe zinakunywa humo humo na binadamu tunakunywa humo Kulikuwepo magonjwa mengi sana kama typhoid. Aliye na taarifa sahihi ni daktari, naye tutibu tena, tunatibiwa mbali. Sasa basi, kwa kuwa mradi umefika, tunaishukuru serikali sana, tena tunaishukuru mno, maana hata walioandaa huu mradi, ninaanza na Mheshimiwa Rais, tunamshukuru kwa kweli, salamu zimufikie pia na wilaya iliyokubali iliyosikiliza maelezo ya diwani wetu. Kilio chetu ni maji. Ni kweli maji ilikuwa ni changamoto kubwa kuliko vitu vingine kwa hiki kijiji, hata kama kiko tunashukuru sana kwa kutukumbuka. Serikali naipongeza kwa nguvu zote kwa, kwa miradi hii kutufikia sisi, watu wa vijijini, ilikuwa ni ndoto kwa kweli kulingana na tulivyo na uwero wetu ulivyo, kutufikishia maji. Naomba hii salamu mfikishe mheshimiwa rais, Mumfikishie mheshimiwa mbunge wetu Kodesta, mumfikishie mheshimiwa wetu diwani mpendwa, anayejua shida yetu. Baba, ninaomba Mungu aingilie kati, miaka mitano iongezeke sana. Mimi majina yangu naitwa Abia pia Sonischone, mwenyekiti wa kitongoji cha Miunga. E, nafikiri kwa habari ya maji mwanzoni ilikuwa ni shida, maji ya mto Momba kama unavyoelewa ni machafu kupita kawaida. Kitendo cha kuchimba kisima imetusaidia sana. Kwanza imepunguza typhoid pakubwa sana, ambayo ilikuwa ni, ni tatizo kubwa. Na maji ya mto Momba tulikuwa tumeyazoea tukiyatumia, lakini asali yake ilikuwa ni kubwa sana kupita kawaida, kwa sababu kwanza tunafulia humo tunaogea humo alafu tunakunywa humo. Kwa hiyo kitendo cha kuleta tu kuchimba kisima cha maji kwa kweli kiafya, serikali imetusaidia pakubwa sana lakini, pia kwa taarifa e, kisima cha Miunga imekuwa ni, ni, ni, ni kama wamekipokea kwa shangwe na furaha kubwa sana.